Majibu ya Iran baada ya kulipuliwa: kulipuka kwa ghadhabu ya kifaru wa Persia. Usiku wa kawaida uligeuka kuwa jinamizi. Mlipuko mkubwa ulitikisa anga ya Isfahan, mojawapo ya miji ya kijeshi yenye umuhimu mkubwa nchini Iran. Kwa muda wa sekunde chache anga ya Mashariki ya Kati ilibadilika kuwa mahali pa moto. Watu walikimbia, wengine wakipiga kelele huku miili ya wanajeshi ikiburuzwa kutoka kwenye kifusi. Kamera za satelaiti za Magharibi zilitambua vyanzo vya moto mkubwa uliotokea kwenye kituo cha silaha za masafa marefu, ikiaminika kuwa sehemu ya kiwanda cha kutengeneza makombora ya kisasa ya Iran. Hakukuwa na ujume wa moja kwa moja, lakini alama zilionyesha wazi, Israel ilikuwa imehusika lakini kilichotokea baada ya hapo hakikuwa cha kawaida. Iran haikusubiri uchunguzi, haikuitisha mkutano wa baraza la usalama, haikutuma wawakilishi Umoja wa Mataifa. Badala yake, ilifungua ghala la ghadhabu lililokuwa limefungwa kwa miaka mingi, na dunia nzima ikaanza kusikia sauti ya taifa lililodhalilishwa. Kwa mara ya kwanza baada ya miongo mingi, Iran ilirusha makombora zaidi ya mia tatu kuelekea Israel. Baadhi yao ya balistiki, mengine ya cruise, yote akilenga vituo vya kijeshi, viwanja vya ndege na hata ofisi za Mossad, shirika la ujasusi la Israel. Dunia ilishangazwa si kwa uwezo wa kurusha bali kwa kasi ya majibu. Ilikuwa kawa mnyama aliyekuwa amelala akaamshwa kwa teke usoni. Kwa mara ya kwanza tangu vita vya mwaka 2006 kati ya Hezbollah na Israel, makombora yalipiga ndani ya Tel Aviv na Jerusalem yakileta hofu, taharuki na hofu kubwa kwa raia wa kawaida. Wananchi wa Israel wakakimbilia kwenye mbuga za chini ya ardhi, vyombo vya habari vikakatika, mifumo ya umeme ikatikisika na sireni zikalilia usiku mzima kama midundo ya mauti. Wakati huo huo, televisheni ya taifa ya Iran ikarusha picha za vijana waliovaa sare wakiwa wanapakia makombora. Kiongozi wa jeshi la mapinduzi Jenerali Ismail Kaani alitangaza kwa sauti thabiti, tutafanya Israeli iumie kama haijawahi kuumia. Hili haikuwa tishio, ilikuwa tangazo la kisasi kilichokolea. Kwenye mji wa Haifa wanajeshi wa Israel walijaribu kuzuia shambulio la dron kubwa zilizokuwa zinatokea Iraki zikipitia anga ya Siria zikiwa zimebeba mabombo ya kilo 500 kila moja. Zilikuwa dron za kipekee zilizoongozwa na satelaiti za Iran na zenye uwezo wa kupenya mitambo ya kuzuia mashambulizi. Wataalamu wa ulinzi wa anga wa Israel walikiri kuwa siku hiyo ilikuwa ya jaza katika historia ya taifa letu na wakati huo huo vikundi vya upinzani vilivyo chini ya ushawishi wa Iran kama vile Hezbollah kutoka Lebanon, Houthi kutoka Yemen na makundi ya wanamgambo nchini Iraki na Siria walirusha mashambulizi ya mfululizo. Ilikuwa kama Iran imeamsha jeshi la kivuli kutoka kila upande wa Mashariki ya Kati. Katika baraza la usalama la ndani ya Israel, waziri mkuu benjamin Netanyahu alikuwa ameketi kimya kwa dakika tano nzima kabla ya kusema huu si mgogoro wa kawaida, tumegusa mdomo wa simba. Wakati huo huo, mitandao ya kijamii lilipuka na video za moto ukiteketeza maeneo ya kijeshi nchini Israel. Watu walikuwa wanarekodi makombora yanayopaa angani, sauti ya vishindo na vilio vya watoto. Ilikuwa kama filamu ya vita ya Hollywood, lakini hii ilikuwa halisi na mbaya zaidi. Haikuisha siku hiyo. Iran ilitangaza rasmi kuwa haitakubali tena kuvumilia mashambulizi ya siri au ya wazi, na kwa mara ya kwanza ilisema hadharani, tutamtafuta kila aliyehusika popote alipo duniani. Majimbo ya Marekani yakatuma meli zao kwenye bahari ya Mediterranean, Urusi ikatoa onyo kwa Israel kuacha kuchochea mzozo wa kimataifa na China ikatoa taarifa ya ajabu sasa mnaiona nguvu ya nchi iliyodhulumiwa kwa miaka mingi wakati huo huo ndani ya israel hali ilikuwa ngumu raia waliishi kama wako vitani shule zilifungwa usafiri ukakomeshwa na hospitali zikafurika mlipuko mmoja ulioathiri moja ya vituo vya umeme huko dimona ulisababisha nusu ya jiji kukosa umeme kwa saa 48 ilikuwa wazi kuwa israel licha ya teknolojia yake ya hali ya juu haikuwa tayari kwa aina hii ya vita. Wataalamu wa usalama wa kimataifa walitabiri kwamba kama mashambulizi hayo yangeendelea kwa wiki moja tu, Israel ingeanguka kiuchumi, kijeshi na hata kisiasa. Uhusiano wake na Marekani ulianza kuyumba baada ya wa wanasiasa wa Marekani kulalamika kuwa Israel inazidi kuingiza dunia katika mzozo wa tatu wa dunia. Na huku dunia ikitazama kwa wasiwasi, Iran iliendelea kutuma ujumbe mmoja tu: Hatukuanzisha, lakini tutamaliza.